yetu kwa adhabu hii, haina uwezo hapa, hakuna namna nyingine hapa. Turudi kwa nani? Kwa Allah, turudi so, so, kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa Taala, sawa sawa, kwa sababu ya Mwenyezi Mungu ndio ndo Rabbul Alamina, mola mlezi wa viumbe vyote tunatakiwa tumnyenyekee yeye yeye, yeye. Fahamu sasa, hayo yatakuja kwa namna wasiojielewa na namna wasiojitambua, kwa sababu sasa kinachozungumzwa wakati huo sawa ni lile umbile la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alilowaumbia nalo watu sawasawa. Uhalisia huo unaposhika nafasi yake, watansauna maatushrikun, na mtasahau kwa maana ya mtayaacha yale masanamu, kabla ya adhabu, kabla ya balaa. Mlikuwa katika maisha ya kawaida pale, mlikuwa kwenye araha ar, sawa, mlikuwa kwenye raha, mlikuwa kwenye amani kwenye utulivu kwenye neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, pale mliyekuwa mkimkumbuka ni shaitani, sawa. Yani huko kuyaabudu masanamu na kuyaomba masanamu, mtu huwa anafanya hivyo akiwa mzima, akiwa na afya sawa akiwa kwenye araha eh. Sasa ikitoka araha ikaingia shida, akafurukuta akafurukuta, hakuna matokeo, anakata tamaa, fitratullah pale hushika nafasi, hushika nafasi Sawasawa so, kwa hiyo aya inabadilika, inakuwa ni kinyume chake, inakuwa ni kinyume chake. Yaani vile walivyokuwa wakiabudu masanamu, sawa, kinyume chake watayaacha masanamu ha? Na imani itakuja kwamba kwa hili anayeweza na muweza wa kila kitu ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala. Wahakadha inda shadaidi tastahiqu lhaqaiqa, na hivi ndivyo wakati wa matatizo sawa, basi yale mambo yenye uhakika yanas, ndio yanastahili ndiyo yanastahiki na hata katika E, maisha yetu sawa, twamuwana mtu na kuwa na msimamo fulani haambiliki, sawa, lakini akiharibikiwa yale yaliyokuwa akiambiwa yanamwijia na wakati huo anaweza kuwatafuta wale watu ambao walikuwa namwambia huu taratibu sio yeye, akawaona hawa hawana maana, hawana wanaoshi kijua, mambo yakibadilika, akawa hana namna yoyote, huwaona wale watu ni watu wa maana. Hii ndio kusema wahakadha inda shadaidi tastahiqu alhaqaiq. E bwana, nisamee, unajua tena, eh mapungufu tu ya kibinadamu. Ulikuwa uko sahihi kabisa, laiti ningekusikiliza wangu haya yasingenikuta. Kwa upande wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Hapo ndo tunakwenda kukuta fitratullah fitratullah, hapo ndio mahala ambapo tutakapozungumzia na darsa letu litakomea hapo kwa msaada wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. tunapoelekea kuzungumzia fitratullah ni ili mimi na wewe tupate kufahamu, eh, imekuwaje? Nini kilichotokea makafiri washirikina, kwamba watamuelekea Mwenyezi Mungu na kumnyenyekea Mwenyezi Mungu na inadi zote zile, naam, hivyo ndivyo itakavyokuwa. Sababu yake ni pale Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipotufahamisha kwamba kila anayezaliwa kila anayezaliwa sawa. Kila anayezaliwa huzaliwa eh, katika mila mila ndio alfitra. We waangalie tu watu sawa na namna zao, lakini watu wote hawa pamoja na tofauti za imani zao, hawa makafiri, hawa washirikina, hawa hivi, hawa hivi, lakini wote umbile waliloumbiwa nalo sawa

hakuna anayezaliwa yeyote yule, sawa ila anapozaliwa yuladu sawa ala alfitra au ala almilla Ma min mauludin yuladu illa ala lfitra, hapuna hapana sawa, yeyote anayezaliwa isipokuwa anapozaliwa tu huwa anazaliwa sawa, ala -e, ala lfitra. hakuna

Kila anayezaliwa anazaliwa katika mila gani? Mila ya Uislamu, ndio ni alfitra, sawasawa. So, kwa hiyo maana alfitra, maana ya alfitra yani ala alislami. Sasa wanazaliwa watoto wadogo watoto wadogo wanaozaliwa wanazaliwa na Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Hawa watoto wadogo wanaozaliwa na Waislamu na wa wasiokuwa Waislamu, kuna watoto wadogo wanapozaliwa wanakufa wakiwa na watoto wadogo. Sasa huyu mtoto mdogo aliyezaliwa na asiyekuwa Muislamu, mtoto mdogo aliyezaliwa sawa, kazaliwa na asiyekuwa Muislamu kafa mahala, mahala pake ni wapi? Maana huyu kazaliwa ala lfitra halafu kafa, kafa Muislamu, kazaliwa Muislamu, kafa Muislamu, lakini kazaliwa na asiyekuwa Muislamu, Mwislamu, mahala pake ni wapi? Kwahiyo tuna ndugu zetu Waislamu, maanake wamezaliwa wakiwa ni Waislamu na wamekufa wakiwa bado ni watoto wadogo, sawa, ni wa so, ndugu zetu Waislamu niwa kwetu sisi katika alfitra, katika, katika almilla tupo. Fa idha mata saghiran, atakapokufa mtoto mdogo, fa huwa ala alislamu, huyo anakufa akiwa ni kwa sababu kazaliwa muislamu. Sasa anapokuwa amekufa akiwa mtoto mdogo, anakufa akiwa mwislamu hata kama wazazi wake, kuluhum maa abaihim fi ljanna. Watoto wa waislamu wote, watoto wa waislamu wote, maana wale watoto sawa waliokufa wakiwa ni watoto na watoto hao na Waislamu. fa auladu lmuslimin kulluhum ma abaihim fi ljanna biijmai ahli sunna wal jamaa, yani kiwa baba zao watakuwa ni wacha Mungu, sawa kwa rehema zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakaingizwa peponi. Basi na wale watoto wao waliokufa wakiwa bado wadogo, wale watoto wadogo na baba zao walioingizwa peponi, kwa kuwa ni wacha Mungu wote, bi ijma'i ahli sunna wal jamaa. Sawa, kwa watoto wa Uislamu wanapokufa, hawa moja kwa moja min ahli janna, min ahli Eh, intabihu, akifa mtoto mdogo, amekufa. Amezaliwa ni mwislamu, amekufa ni mwislamu, tunamzika mtoto mdogo ambaye mahala pake moja kwa moja ni wapi? Peponi. Yani moja kwa moja huyo. Peponi. Kwa hiyo kwa mzazi anayejitambua anayejielewa Anamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sawa so, kwamba amjaalie mtoto huyo ende akawe ni mwombezi kumwombea baba yake, sawa so, ni akiba ni nini? Ni akiba. Sasa mafundisho haya wakiyapata, basi yale maumivu ya msiba Ha? yanapungua kwa sababu tayari moja kwa moja <coughs> imani hii inampa nini? Inampa inampa matumaini, inampa lakini, kwa mtu ambaye haujui Uislamu wake ndo anaingia kuomboleza, kuomboleza kusema maneno ambayo hamridhishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Ule mtoto anakwenda peponi, yeye ataadhibiwa kwa sababu kayafanya mambo ya kumchukiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kini angeujua Uislamu wake, kwamba Mwenyezi Mungu amemchukua kini Muislamu huyu huyu, moja kwa moja anakwenda wapi? Anakwenda peponi. sawa sawa, je yeah. Wale watoto wadogo waliozaliwa ala alfitra ala almilla, lakini wazazi wao si Waislamu eh, wanapokufa na wazazi wao sio Waislamu. Kwa hiyo tuseme kabisa ni watoto wa makafiri sawa, auladu auladul kufar, watoto wa makafiri, sababu baba zao ndio makafiri. Ukimwona mtoto sawa, mdogo kwa asiyekuwa mtu ambaye manake sio Mwislamu. Mtazame yule mtoto sawa, ukitambua kwamba yule mtoto ni mwislamu sawa, na akifa akiwa bado ni mtoto, hata kama wazazi wao ni makafiri, yeye yule ni mwislamu sawasawa. Kwa hiyo wahakadha aulad al-kufar na hivi ndivyo watoto wa makafiri idha matu sighara, wanapokufa wakiwa bado wadogo, moja kwa moja wapi? Peponi, moja kwa moja wapi? Peponi. Sawasawa, ndio sawa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuambia ma min mauludin illa yuladu ala lfitra al sawa wa fi riwaya ala lmilla al Ma min mauludi hakuna yoyote anayezaliwa sawa illa yuladu ala alfitra isipokuwa huzaliwa juu ya nini juu ya alfitra yani juu ya juu ya dini ya uislamu sawa ni hivyo kwa hiyo ukienda kule eh, kwenye chumba cha wazazi chumba cha wazazi yani, yani, uh, wazazi waliojifungua wale wa waislamu wa wakristu, alafu wote wale watoto yaani wachukulia hao wote wa yani, waislamu wa japo huyu ni mtoto wa Joni, uh, mama yake ana yani, ili, odi, odi, odi, odi. Odi, yote ile wodi yote sawa, ya watoto wachanga sawa, ma min mauludin illa yuladu ala alfitra wa fi riwaya ala lmilla. Sasa kinachotokea kwa wale ambao watakaoendelea kupata uhai, kwa mujibu wa aya ile ambayo tulitoka nayo huko mwanzo kabisa, thumma thumma qada ajalan sawa. Kwa ikiwa yule mtoto, Mwenyezi Mungu katika kule kumhukumia na kumkadiria muda wa kupata uhai na kuishi hapa duniani akawa yule mtoto anapata makuzi hatua kwa hatua, hatua kwa hatua. Sasa pale, kuanzia pale alipozaliwa ni Muislamu, akiwa mtoto bado ni Muislamu. Kinachotokea sasa ni hawa wazazi wawili, fa abawahu yuhawidanihi au yunafiranihi au yumajisanihi ni wazazi wake sasa, wawili baba na mama, ndio wanaomgeuza huyo mtoto kutoka kwenye alfitra kuja kwenye nini.